Kwa majina mimi naitwa Maghela Ndimbo mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mbeya. E, sante ni, ni tunapoelekea uchaguzi mkuu wa 2025 ambao unahusu uchaguzi wa rais, mbunge na diwani. E, mwananchi ndio mwenye wajibu wa kuhakikisha vitendo vya rushwa kwenye uchaguzi havitendeki kwa sababu e, haki ya kwanza ya kupiga kura iko kwa mwananchi chini ya kifungu cha, yani kupiga kura, haki ya kuchagua na kuchaguliwa, na pia yeye ndio mwenye uamuzi, mwananchi toeye mwa, kuamua unani awe kiongozi kupitia hiyo njia ya kura. Kwa hivi e, ni jukumu la mwananchi kumkata kiongozi ambaye ni mla rushwa kwa sababu E, ki, e, athari za kiongozi va rushwa ni kubwa sana, ambazo zinapelekea huduma za maendeleo e, kuto kuwa na usawa kwenye jamii e, kuharibu maendeleo, huduma za maendeleo na pia huduma za jamii zitadumazwa, e, na, na, na mwisho wa siku yale matakwa, malengo ya kushiriki uchaguzi zana kubwa ya uchaguzi kwa maana kwa maana maendeleo ya jamii husika hayatapatikana kwa sababu kiongozi mlarushwa yeye kwanza si mwajibikaji, lakini la pili ana ni binafsi, kwa sababu yeye anaangalia, akishaingia madarakani, cha kwanza ataangalia kwa kurejesha na kujihudumia yeye, badala ya kuwa mtumishi wa wananchi, yani kwa maana kuhangaika kutatoa kero za wananchi, ili wananchi waweze kupata huduma za afya bora elimu maji, e, barabara, usafi e, kwenye mazingira yetu. Utashangaa mtu cha kwanza yeye kwanza anajiangalia yeye, kama ni zabuni anafikiria yeye apate zabuni, kama ni zabuni anafikiria yeye kwanza. Imejaa, chafu, akuna huduma za za, hamna. kwa kundaka viongozi tukawajibika kuhakikisha kwamba huduma za jamii e, zina patikana na wananchi na, na, e, yuko karibu na wananchi kwa tunategemea yeye awe msemaji wa wananchi kuhabarisha na, kuhusu madhara, na na, na, na, na, na madhara ya rushwa kwani athari mbadala rushwa yenyewe katika hasa kwenye uchaguzi, na pia na pia kuhabarisha, kufichua yale yanayofanyika yanayofanywa wafanya wagombea kwenye kwenye jamii, e, kama wanaokiuka taratibu, basi e, sinategemee wao wa wao ndio wao kama tunaita ni watoa wa taarifa, watoa wa taarifa za vitendo vya rushwa vinavyofanywa, au kiukwaji wa taratibu vinavyofanywa, na tunategemea sana ndio habari. Kwa hiyo maeneo mawili kwanza kwa kuwa watoa taarifa, mfanyi, wa taarifa vitendo vinavyofanyia wanavyofanya wagombea kwenye jamii, lakini lapili, limisha, kusu, mazara, la pili e, kuelimisha wananchi kuhusu madhara ya rushwa kwa, kuru, kwa kushirikiana na TAKUKURU kwa sababu tukumbuke kwamba jukumu la kuzuia rushwa la kila mmoja na sio la TAKUKURU peke yake. Chini ya kifungu cha saba TAKUKURU inafanya hilo kazi ya kuzuia rushwa kwa kushirikiana na wadau, kwa moja wadau ni waandishi wa habari pia wadau muhimu zaidi ambayo wote tunamlenga ni mwananchi. Natukumbuki, waandishi wa habari nao ni wananchi. Kwa hivi tunapoongelea uchaguzi, tunapoongelea kiongozi bora, tunapoongelea maendeleo, kiongozi atakaoleta atakaeleta maendeleo, maanake kwa maslahi wananchi wote ikiwemo waandishi wa habari, viongozi, maafisa wa serikali, maafisa watakuu, polisi, wote watanufaika na maendeleo yatakayopatikana kupitia kiongozi bora. Kila mwananchi ashiriki, e, kwa kutoa taarifa pale anapokutana na vizuizi kufika ofisi za TAKUKURU. Kwa mfano kwa Mbeya tuna ofisi yetu mtaa wa Forest e, forest ya zamani karibu na mahakama kuu au benki kuu. E, atakuja ofisini atasikilizwa kwa usiri mkubwa na hatua zitachukuliwa au kupiga simu. E, simu ya kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Mbeya ni namba sifuri saba tatu nane mia moja hamsini mia moja thelathini na saba, naomba nirudie sifuri saba tatu nane mia moja hamsini mia moja thelathini na saba, au pia kuna simu ya huduma kwa wateja ni moja moja tatu, namba hii inapigwa, inapokelewa makao makuu. Na pia kwa kuja kwenye ofisi zetu za wilayani, tuna ofisi ya wilaya iko Mbarali ofisi la iko Kela, ofisi la iko Lungwe na ofisi la iko Chunya. Kwa hiyo tunaomba sana ushiriki wenu katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kufichua. Kwa hiyo jukumu, naomba wananchi tusio walalamikaji tuchukue hatua wa kupambana na hawa wa rushwa, ili tusije tunapokuja mwezi wa kumi na moja mwakani tusio tunalaumu kuhusu swala la viongozi wa bovu. Maana tuzingatie kwamba viongozi wote wabovu waondolewe kupitia mchakato wa kula ya mchakato wa uchaguzi.